Taarifa hiyo imeelezwa kupitia ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wa kijamii wa X ambapo msemaji wa wizara hiyo alisema kuwa Abu Dhabi inaamini mpango huo ni hatua muhimu kuelekea kupatikana kwa suluhisho la kudumu kwa mgogoro wa Sudan. Umoja wa Falme za Kiarabu umeeleza kuwa upatikanaji wa amani nchini Sudan unahitaji ushirikiano wa kweli kati ya nchi za kikanda na jumuiya ya kimataifa. Kwa msingi huo UAE imesisitiza kuwa iko tayari kujitolea kikamilifu kuunga mkono juhudi zote zinazolenga kupatikana kwa usitishaji mapigano wa haraka, hatua ambayo itasaidia kupunguza mateso ya wananchi wa kawaida na kuwezesha utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa waathirika wa vita. Katika kipindi cha hivi karibuni, vita vya Sudani vimesababisha maelfu ya vifo, mamilioni ya wakimbizi wa ndani na nje ya nchi pamoja na ku kuharibika kwa miundombinu muhimu ikiwemo hospitali, shule na makazi ya raia. Hali hiyo imeifanya Sudani kukabiliwa na moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu barani Afrika, jambo ambalo lililoibua wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Licha ya kupongeza mpango huo wa amani, Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukikabiliwa mara kwa mara na tuhuma za kuhusika au kuchochea mzozo wa Sudan, tuhuma ambazo serikali ya nchi hiyo imekuwa ikizikanusha vikali. UAE imesisitiza kuwa lengo lake ni kuona Sudan inarejea katika hali ya utulivu, amani na mshikamano wa kitaifa bila kuingiliwa na maslahi binafsi ya nje. Aidha, Umoja wa Falme za Kiarabu umeeleza kuwa utaendelea kushirikiana kwa karibu na kundi la nchi nne linalojulikana kama Quad linalojumuisha Marekani, Misri, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kundi hilo lina jukumu la kuratibu na kusimamia juhudi za upatanishi kati ya pande zinazozozana nchini Sudan, likilenga kuweka msingi wa mazungumzo ya kisiasa yatakayorejesha amani na utawala wa kiraia. Kwa ujumla, hatua ya Umoja wa Falme za Kiarabu kuunga mkono mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani inaonyesha umuhimu wa mshikamano wa kimataifa katika kushughulikia migogoro ya silaha. Wadadisi wa maswala ya kimataifa wanaona kuwa mafanikio ya mpango huu yatategemea dhamira ya dhati ya pande zote zinazohusika pamoja na shinikizo la pamoja kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha amani ya kweli inapatikana nchini Sudan.